Kuumizwa kupo, achilia songa mbele. Kuumizwa kupo, achilia songa mbele. Roho Mtakatifu akahudumia kwenye mafundisho haya, mafundisho yakafanyike msaada kwako katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, amen. Kuumizwa kupo, achilia songa mbele. Kuumizwa kupo Achilia songa mbele. Tunapoishi na watu tunapoishi na watu, lazima tarajia kwamba kuna wakati ambapo watu watakuumiza. Wakati mwingine ni watu ambao ulikuwa utarajii. Kuna watu ambao yamkini ulikuwa ulikua umeshikamana nao, yamkini ni mume wako, yamkini ni mke wako. Ya pili, ndugu za ndugu yako anaweza kukuumiza, maana kuna usemi unaosema kwamba vijiko vikikaa pamoja lazima kuna wakati vitagongana tu, kuna wakati vitagongana tu. Kuumizwa kupo, madamu upo upo duniani, kuna wakati ambapo utaumizwa. Wanadamu huwezi ukamfahamu wanadamu kwa asilimia mia, mia. Wengi wameumizwa vijana wengi wameumizwa kwenye mahusiano, wenza wengi wameumizwa kwenye ndoa zao. Kuumizwa kupo, achilia songa mbele, achilia songa mbele. Narudia tena, madam upo hapa duniani, vema kila wakati ukae mkao ukijua kwamba kuumizwa kupo, kuumizwa kupo, lakini kuumizwa kusio sababu ya wewe ya wewe kutofikia hatima yako. Kuumizwa kusiwa sababu ya wewe kutofika kule ambako Mungu amekusudia wewe ufike, kwa sababu kila wakati ambapo hatuachilii, kila wakati ambapo tunabaki na uchungu ndani ya mioyo yetu, manake tunajizuia, tunam, tunamzuia Mungu asiweze kutufikisha kule ambako amekusudia. Na kumbuka tunapozungumzia habari ya kuachilia ni kwa faida ya wewe uliyoumizwa, sio kwa faida ya yule aliyekuumiza. Tunapozungumzia habari ya kusamehe ni kwa faida ya yule aliye aliyekosewa, sio kwa faida ya yule aliyekukosea. Kuumizwa kupo. Utaumizwa na rafiki yako, utaumizwa na ndugu yako, utaumizwa na bosi wako, utaumizwa na jirani yako. Kuumizwa kupo. Achilia songa mbele, samehe songa mbele. Usiruhusu uchungu ukakaa ndani ya moyo wako. Usiruhusu uchungu ukakaa ndani ya moyo wako. Usiruhusu maumivu yakakaa ndani ya, ya moyo wako. Kuumizwa kupo, lakini usiruhusu usiruhusu hayo maumivu yakakaa ndani yako. Achilia songa mbele. Kuumizwa kupo. Yesu alipokuwa na anafanyiwa mambo maovu watu ambao alikuja kwa ajili yao. Kumbuka maandiko kwa anasema kwamba alikuja kwa, kwa walio wake, lakini walio wake walimkataa. Alikuja kwa ajili ya taifa la Israeli lakini Waisraeli walikataa. Alianza kwao, Waisraeli walimkataa, walimkataa mpaka wakampeleka msalabani, na wakati akiwa kwenye maumivu makali akawambia, Mungu wasamehe, kwa kuwa hawajui walitendalo hawajui walitendalo. Akiwa kwenye maumivu makali akasema, Mungu asamehe kwa sababu hawajui walitendalo. Ndio maana Yesu alisema kwamba mtu hata akikukosea saba mara sabini, msamehe. Anajua madhara yaliyopo kwa kutu yanayoweza kumpata mtu kwa kuto kusamehe, mtu ambaye hawezi kumsamehe mtu aliyemkosea Anayekaa na uchungu ndani ya moyo wake ni sawa na mtu anayekunywa sumu na anatarajia kwamba afe mwingine, afe mwingine. Kuumizwa kupo, achilia songa mbele, samehe songa mbele, samehe songa mbele. Tunaposoma kwenye Luka kumi na saba mstari wa kwanza mpaka wanne, Yesu akasema kwamba makwazo hayana budi kuja Makwazo yatakuwepo ambayo yatakuumiza, makwazo yatakuwepo ambayo yatakujeruhi, yatakuwepo tuseme. Makwazo hayana budi kuja. Mtoto wako atakukwaza, jirani yako atakukwaza, mwenza wako atakukwaza, ndugu yako atakukwaza, bosi wako atakukwaza, hayana budi kuja. K kwa unapokuwepo, tarajia kwamba unavokuwepo hapa duniani kuna wakati utakwazwa tu, kuna wakati utaumizwa tu kuna wakazi utaumizwa tu. Sasa unapoumizwa, achilia songa mbele, samehe songa mbele. Roho Mtakatifu yupo ndani yako kwa ajili ya kukuwezesha kusamehe, kwa ajili ya kukuwezesha wewe kuachilia, wewe kuachilia. Makwazo hayana budi kuja, makwazo yana budi kuja. Maadamu upo hapa duniani, kuna wakati ambapo utakwazwa, kuna wakati ambapo utaumizwa madam wewe, huu ni kijana unatarajia wakati mwingine kuoa au kuolewa, ujue kwamba kuna wakati inawezeka ukaumizwa, ukaumizwa kwenye mahusiano, ukaumizwa na watu. Wengi wameumizwa kwenye mahusiano, wengine wameshahitimisha kwamba wanaume wote ni waovyo, au wengine wamehitimisha kwamba wanawake wote ni waovyo. Lakini si kweli, si kweli. Yamkini umeumizwa mara ya ume kwanza na nini kilichopelekea ulipoumizwa mara kwanza, ukaumizwa tena kwenye mahusiano mengine ya mara ya pili? Kwa sababu uliingia kwenye mahusiano ya mara ya pili kabla ya kuachilia, kabla ya kuachilia ulikuwa bado na uchungu ndani ya moyo wako, ukaanzisha mahusiano mengine na mtu ambaye alikiri kwa kinywa chake, alionyesha kama vile anakupenda kuliko ule wa kwanza. Matokeo yake akaishia kukuumiza, akaishia kukuumiza. Watu wengi wanakosea kwenye eneo hili. Anapoumizwa na mtu yeyote ku, ku, na mtu yoyote anachukua maamuzi ya kuanza mahusiano na mtu mwingine kabla ya kuachilia, kabla ya kusamehe, kabla ya kusamehe. Ukiwa na uchungu ndani ya moyo wako, ukiwa na maumivu ndani ya moyo wako, na ukataka kuingia kwenye mahusiano na mtu mwingine Yamkini kwa kutaka aidha kutaka kumkomoa yule ambaye amekuumiza, kumbuka, ule uchungu uliopo ndani yako unatoa signals ndani yako ambazo zitawavuta wale wale ambao watakuumiza, na wangetakuwa wabaya zaidi kuliko yule wa kwanza. Makwazo haya nabudi kuja, achilia, songa mbele, samee, songa mbele, samee, songa mbele, samee. Ndoa yoyote ile ambayo haina kusameheana haiwezi kudumu. Ndoa yoyote ambaye haina kusameheana haiwezi kudumu, haiwezi kusimama, haiwezi kusimama. Kuumizwa kupo, achilia songa mbele. Kuumizwa kupo, usikubali kukaa na uchungu, usikubali kukaa na uchungu, usikubali kukaa na uchungu, maana kuendelea kukaa na uchungu ni kwa uharibifu wake afya yako inazidi kuharibika. Afya yako inazidi kui, kuiharibu kwa kukaa na uchungu ndani ya moyo wako. mabudi makwazo budi Yesu, wako kwa, kwa kwamba, kwa makwazo, hayana budi kuja. Kuumizwa kupo. Yesu akawambia wanafunzi wako kwamba makwazo hayana budi kuja, kwamba makwazo yatakuja tu, yatakuja tu, kuumizwa kutakuja tu, kujeruhua kutakuja tu lakini achilia, songa mbele. Samehe, songa mbele. Usikubali kukaa na uchungu ndani ya moyo wako. Usikubali kukaa na maumivu ndani ya moyo wako. Mwambie Roho Mtakatifu akusamehe naachilie amani ndani yako. Mwambie Roho Mtakatifu akusaidie kuachilia. Mwambie Roho Mtakatifu akusaidie kusamehe. Mwambie Roho Mtakatifu akusamehe, akusaidie kusamehe. Mwambie Roho Mtakatifu akusaidia kuachilia maana kuna mahukumizo kwingine ambapo Mungu anahitajika Roho Mtakatifu anahitajika, lakini kwa jinsi ya kibinadamu inawezekana ikawa ngumu. Tunaposoma kwenye Ayubu ishirini na mbili ishirini na tisa maandiko anasema hapo, utakapoangushwa utasema kuna kuinuka tena. Hapo utakapoangushwa utasema kuna kuinuka tena. Utakapoumizwa, inuka tena. Usikubali kuishia njiani, usikubali kuto kufikia hatima nzuri ambayo Mungu ameiandaa kwa ajili yako. Usikubali kuto kuishia jangwani, usikubali kuishia njiani. Tumaini bado lipo. Ni kweli umeumizwa kwenye mahusiano haya, hiyo haina maana kwamba hautapata mahusiano mengine ambayo ni mazuri zaidi. Ni kweli huyu mtu alikiri kwamba anakupenda, lakini ameisha kukuumiza lakini hiyo haimaanishi kwamba hutampata mtu mwingine ambaye atakupenda kweli kutoka ndani ya moyo wako, ndani ya moyo wako. Hapo utakapoangushwa, hapo atakapokuangusha, utasema kuna kuinuka tena. Hapo utakapoumizwa kwenye mahusiano yako, utasema kwamba kuna kuinuka tena. Usihitimishe kwamba wanaume au wanawake wote wanafanana. Watu wote hawafanani, watu wote hawafanani. Ni kweli ulioumizwa kwenye mahusiano ya kwanza, ukaumizwa tena kwenye mahusiano ya pili, lakini kumbuka, nimekwambia kosa la watu wengi ambao huwa wanalifanya ni kuingia kwenye mahusiano mengine kabla ya kabla ya kuwasamehe wale walioumizwa, kabla ya kuwaachilia wale walioumizwa. Na wakati mwingine unafanya hivyo kwa ajili ya kama kumkomoa yule aliyewaumiza, kumbe wanajikomoa wa mwenyewe. Unapokuwa na uchungu ndani ya moyo wako, unapokuwa na maumivu ndani ya moyo wako, unapokuwa umeumizwa na mtu yoyote yule, usifanye maamuzi ya kuingia kwenye mahusiano mengine kabla ya kumsamehe, kabla ya kumwachilia. Hapo watakapokuangusha utasema kuna kuinuka tena hapo watakapokuumiza useme kwamba kuna kuinuka tena, kuna kuinuka tena. Ni kweli mahusiano ya kwanza yalivunjika, yali, yali, yali, yali, yali uliishia kuumizwa, lakini hiyo hayo sio mwisho wako. Maumivu yako uliyopitia sio mwisho wako. Tumaini bado lipo, tumaini bado lipo. Cha msingi samehe, cha msingi achilia, msamehe huyo mtu, msamehe huyo mtu, msamehe huyo mtu. Mwondoe ndani ya moyo wako. Yesu akasema wasamehe, haujui alitendalo. Na right, huyo mtu aliyekuumiza angekuwa anajua ni ka kiasi gani unaumia, unaumia asingeweza kufanya hicho anachokifanya. Wewe uwe kama Yesu, sema kwamba msamehe kwa sababu hajui alitendalo. Maumivu uliyopitia yasiamue hatima yako, kuumizwa kwako kusiamue hatima ya maisha yako. Hatima ya maisha yako iko mikononi mwako. Usikubali kukaa na uchungu ndani ya moyo wako, usikubali kukaa na maumivu ndani ya moyo wako. Makwazo hayana budi kuumizwa, uumizwa budi kuja k, lakini usikubali kukaa na maumivu ndani ya moyo wako, usikubali kukaa na uchungu ndani ya wako. Usikubali. Achilia songa songab Achilia, songa mbele. maumivu uliyoyapata iwe ni darasa kwako, maumivu uliyopata iwe ni darasa kwako, maana kuna kitu ambacho kinatokea kwenye maisha yetu ambacho hatujifunzi. Kila kinacho kinachotokea kwenye maisha yetu, kuna jambo la kujifunza. Maumivu uliyopitia iwe ni darasa kwako. Yamkini hayo mahusiano ya kwanza ambayo yameishia yame, yame, yame tu kukuumiza uliingia kichwa kichwa, uliingia kichwa kichwa. Sasa ni wakati wa kuwa makini sasa, ili usije kuumizwa kama awali. Jambo la kwanza ambalo, msingi ambayo ninasisitiza, kama uliumizwa kwenye mahusiano ya kwanza, unapoingia kwenye mahusiano mengine, hakikisha kwamba yule mtu umemsamehe, umemwachilia. Umemwachilia na kumwachilia, simaanishi kwamba kuwa jirani naye nachomaanisha kwamba hata ukikutana naye una uwezo wa kumsalimia kwa sababu hauna maumivi tena ndani ya moyo wako, hauna maumivu tena ndani ya moyo wako. Kuumizwa kupo, achilia songa mbele. Kuumizwa kupo, lakini maumivu uliopitia yasiamue ya hatima maisha ya yako yasiamue hatima maisha yako. Maumivu yako sio mwisho wako, kuumizwa ulikoumizwa sio mwisho wako. Tumaini bado lipo. Bado Mungu anaweza akafanya njia kwa ajili yako, yako. Bado Mungu anaweza akafanya jambo kwa ajili yako. Bado Mungu anaweza akafungua historia mpya ya maisha yako. Bado Mungu anaweza akakupa mwanzo mpya wa maisha yako. Bado Mungu anaweza kufungua kurasa mpya wa biashara yako, wa mahusiano yako. Bado Mungu anaweza, cha msingi achilia Achilia, achilia. Usikubali kukaa na uchungu ndani ya moyo wako, usikubali kukaa na maumivu ndani ya moyo wako. Huyu mwenza aliyekuumiza kuumiza, mwachilie. Huyu mwenza aliyekuumiza msamehe, yeye ni mwanadamu, yeye ni mwanadamu, msamehe, mwachilie. Maumivu yako sio mwisho wako maumivu yako sio mwisho wako. Mwachilie, mwachilie. Mungu akubariki sana kwa kusikiza mafundisho haya, na ikiwa kuna majer, maumivu yote yaliyopo ndani ya moyo wako, ikiwa kuna majeraha yote ndani ya moyo wako, natamka uponyaji kwenye majeraha katika jina la Yesu. Roho Mtakatifu, naachilie amani ya ndani yako. Roho Mtakatifu, naachilie furaha ndani yako. Amani ya Kristo inayopita akili zote za wanadamu naingie ndani yako katika jina la yesu kristu wa Nazareth hai roho mtakatifu kuwezeshe kumsamehe huyo aliyekosea roho mtakatifu kuwezeshe kuanzia sasa kumwachilia huyo aliyekuumiza katika jina la yesu kristu wa Nazareth hai amani naiingie ndani yako amani nairudi ndani ya moyo wako amani naipita akili zote za wanadamu na itawale ndani yako katika jina la yesu kristu wa Nazareth hai. Huo uchungu ambao ulikuwa umekaa ndani ya moyo wako, huo uchungu ninaamuru utoke, utweke kuanzia sasa, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti hai. Roho ya uchungu ambayo imekutesa kwa muda mrefu, hiyo roho ya uchungu ninaimuru itoke kuanzia sasa, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti hai. Na amani ya Kristo ingie ndani yako, furaha ya Kristo ingie ndani yako, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti hai. Amen. Mungu akubariki sana kwa kusikiliza mafundisho haya. Kumbuka, kama mafundisho haya yamefanyika maraka kwako, usahau kuwashirikisha marafiki zako unaopenda. Unaweza kucomment, unaweza like, katika jina la Yesu. Amen.